Jambo wa Tanzania, jambo wananchi wote wa mkoa wa Mwanza. Mimi Saidi Muhamedi Mtanda, mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa na mkuu wa mkoa wa Mwanza, napenda kutumia fursa hii kwanza kuwatakia heri ya uhuru wa Tanganyika wananchi wote wa mkoa wa Mwanza. Aidha, nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kwa kuendelea kuitikia wito e, wa serikali wa kuwataka eh, kufanya kazi zao kwa amani na utulivu katika siku hii ya tisa Desemba, na wale ambao hawana majukumu mengi eh, ambao hawana dharura kuendelea kusalia nyumbani na kuendelea eh, kufuatilia shughuli mbalimbali kupitia televisheni na njia nyingine. Aidha eh, muda mfupi uliopita nimeona clip ikiwa inazunguka katika mitandao ya kijamii inayoonyesha kikundi cha wanajeshi wakiwasikiliza wananchi ambao wanatoa hoja mbalimbali nataka niwahakikishie wananchi wa, wa mkoa wa Mwanza kwanza waondoe hofu, lakini pili eh, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama, nawahakikishieni kwamba klipu hiyo ni klipu ambayo ilirekodiwa tarehe 31 Oktoba, eh, baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Ilikuwa ni siku tatu baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hivi sasa na kwa hivi leo na hapa ninapozungumza nikiwa katika ofisi ya mkuu wa mkoa saa sita dakika kumi na nane, vyombo vyetu vya usalama vimenihakikishia, ee, na mimi mwenyewe nimejiridhisha, nimepita maeneo na mitaa mbalimbali nikiangalia baadhi ya wananchi wachache wakiendelea na shughuli zao, lakini hakuna mkusanyiko wowote unaoendelea na wala hakuna taharuki yoyote katika mji wetu wa Mwanza. Nimekuwa nikipata simu nyingi, siwezi kujibu simu moja moja kwa ujumla nataka niwahakikishie watanzania na wananchi wa mkoa wa Mwanza wawe na amani e, hali ya utulivu ni kubwa sana. Tunawashukuru sana na endeleeni kushirikiana na serikali e, klipu hiyo ipuuzwe, ni klipu ambayo ilipitwa na wakati. Nafikiri inatumika tu kama propaganda katika kipindi hiki ili kuleta taharuki kwa watu e, lakini hadi hivi sasa saa sita na dakika kumi na tisa ninapotoa taarifa hii nikiwa katika ofisi yangu ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo watanzania na wanamwanza kuweni na amani, endeleeni. Nimetoka pale soko la samaki, nimenunua samaki, naendelea na shughuli zangu, na sasa naendelea katika maeneo mengine kuangalia hali ya usalama na kuangalia shughuli mbalimbali za wananchi zinavyoendelea. Asanteni sana.